Lak alishi zazima umeona, lakini si hilo tu. Nilipata kuambiwa Shekhe Sultani Mirondo kapelekwa kwa shekhe akiwa mdogo, tena mdogo, na baba yake: bwana huyu nimekuletea, iendelee. Na ndio maana ukimwangalia Shekhe Sultani Mirondo, zile tabia zake nyingi sana, basi wee unajifananisha a huyu ndio Sheikh Hassan Sheikh Hassan ibn Khamis alie kwa maana yake kupata bahati hiyo ya kupata maneno kutoka kwa Sheikh Sultan asijue hayo aa, kutoka kwa Sheikh Sheikh Hassan ibn Khamis asalie mt. Lakini hivyo ndivyo ninavyoelewa mimi, na wewe utaelewa utaelewa kingine, na ndivyo raha ya madrasa Nuri, kila mtu pale aliposoma ndipo anapoelewa. Wewe umesoma wapi? Nimesoma Nuri. Wapi? Mtoni. Aaelez hiyo Mtoni, lakini nuri haijaanza Mtoni aswali hiyo, mtu nuri imeanza sehemu nyingi sana ambazo tukisema kila mtu tumuinue hapa, sasa, ataeleza mimi nimesoma sehemu fulani, mimi nimesoma sehemu fulani, nimesoma sehemu fulani. Sio kazi yangu, ila nilikuwa na mimi najaribu kusema sema ili hili nami nionekane naifahamu Nuri kwa huko nilipoifahamu. Aswalie mtume, Allahumma salli wa sallim. Kama vile leo ukiniuliza sasa, wewe nakusomesha nani? Sema kanisomesha Mwamba, huyo ndo mwalimu wangu mie. Mimi Sultani shemeji yangu, eh shemeji yangu aliniolea dadangu, kunisomesha ajanisomesha esha basi, kadhalika na hivyo hivyo, nakwenda hivyo hivyo mpaka tunamsikia nani, Sheikh Hassan ibn Khamisi, nasi tunasema vitu kuu, aswaliwe mtume. Aliyasema kaka yangu matata wakati ule, hapo wakati anaongea, ndiyo hivyo hiv, kila mtu sisi tunanasilisha na <tumisa> <Aja ni> Sheikh Hassan <sumisha>. kwa sababu tumesomeshwa na wale aliowasomesha Sheikh Hassan ibn Khamisi <tumisa> kwa hiyo hivi sasa <tumisa> <tumisa> <tumisa>